Na mtazamaji, Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, George Natembeya, ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha DAP-Kenya, amelalamikia utepetevu katika idara ya polisi pamoja na tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, NCIC. Natembeya analalamika kwamba hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi wanaoeneza jumbe za ghasia na misimamo mikali wakati wa kampeni za chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Natembeya amesema kwamba mwenendo unaojitokeza katika kampeni za chaguzi hizi ndogo taswira nzuri kwa uthabiti na umoja wa kitaifa. Sitaki wapiga kura watishwe. Nataka watoto wapige kura kwa mazingira ambayo ni mazuri, na change, uh, inakuja eneo la magharibi uh, upande wa Bungoma change inaanzia Kapchai. Wakati wakazi wa Kapchai, mko na fursa kubwa kudhihirisha kwamba wakati wa mabadiliko umekuja ile taifa la Kenya, hata wale ambao wako kule Nairobi wajue kwamba mabadiliko uh, ya western yameanza. Mimi ni mwana DP, lakini kuanzia sai na sarenda kiti cha MCA Chwele Kabuchai, kama mama, nina support mwenzangu Eric kuanzia leo mpaka tutamatishe, na tunaomba kura za Kabuchai, Chwele Kabuchai zikuwe kura za amani. Hatutatishwa na mtu yoyote. Pia nashukuru supporters wa Mheshimiwa E, Waswa e, watuelewe kwa sababu ya lengo ya kuleta mabadiliko na maendeleo na kuondoa uongozi wa giza na backwardness ile ambayo imeletwa